Asante sana mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu, Nyanza baada ya Raila. Eh, bwana Fred, kabla tuende mapumzikoni, kuwa nimeuliza hili swali la kizushi kwa sababu um, kuna wengi, matarajio ya wengi ni kwamba wana nafasi bado kutokana na umahiri na vile vile kushikwa mkono na marehemu Raila Odinga, lakini sasa hivyo wengi watajikuta peke yao. Swali la kujiuliza ni kuna wale ambao wamejikuta serikalini kwa sababu ya Mheshimiwa wa Raila Odinga marehemu, umuhimu wa eneo la Nyanza kusalia katika serikali hii, hasa katika uchaguzi mkuu unaokuja. Na ni kwa sababu tunasema hivyo, kwa sababu hakuna kiongozi wa moja kwa moja ambaye atawaelekeza watu wa jamii ya Luo. E, pengine iwe ni jamii e, ya wazee ama pengine Daktari Oburu Odinga lakini hai, hiyo nafasi ya moja kwa moja haiko. Sasa umuhimu utakuwa ni kufanya nini kuhakikisha eneo la Nyanza bado linasalia serikalini? Kitu gani kitahitajika kufanya hivyo? Nadhani kwamba eneo la Nyanza litasalia serikalini tukielekea katika uchaguzi mkuu na pengine hata baada kwa sababu kama nilivyosema hapo awali kwamba Mheshimiwa Raila ameaga. Kama kuna ushirikiano kati ya jamii ya eneo la Nyanza na serikali hii, aliye na ufunguo wa kufanya mambo hayo yazitendeke ni Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto. Kwa sababu gani? Siasa ni kuhusu rasilimali. Rasilimali mm, hizi wabunge wanazipenda sana kwanza kwa kibinafsi, alafu kwa niaba ya wananchi. Kwa hivyo, kama kuna mtu ambaye ana uwezo wa kuvunja chama cha ODM, si mheshimiwa Oburu Oginga, ama awa wajumbe ama wanachama wa ODM, ni mheshimiwa William Ruto. Kama kuna mtu ambaye akona uwezo wa kuona kwamba chama cha ODM kinabaki thabiti na tena imara, ni William Ruto. Sababu gani nasema hivi? Akuna rasilimali, awa wabunge wetu tuliona pindi tu baada ya uchaguzi mkuu, kuna baadhi ya wabunge ambao walienda pale State House, kina mm -hmm. Jalang'o kina mm -hmm. Elisha wakasema kwamba wameendea maendeleo mm -hmm. sasa hivi kwa sababu um, mheshimiwa Raila yuko angetaka kuwaita wadogo ama wachache, atawaambia sasa, nyinyi mnaweza kuwa na ODM asili ama ODM ingine, kwa sababu ni pesa. Na wabunge wetu, wanasiasa wetu, kumekuwa na tetesi kwamba, umeelewa, eh, kwamba hata elfu kumi ilikuwa napeana vioni ndani ya parliament, umeelewa, mambo kama hayo. Kwa hivyo inapofika ni wakati sasa kuona kwamba ODM inasimama ni William Ruto. Jambo la pili ambalo litamfanya William Ruto aone kwamba ODM inabakia dhabiti ni kwamba anahitaji a stronger ODM mm -hmm. Tunapoelekea katika uchaguzi no. mkuu no. Kwa hivyo hata kama wabunge hawa kuna wawili watatu ambao wangependa wawe waasi no. Ana uwezo wa kuwaita no. kuambia ni nini mnataka no. alafu atawapa no. Lakini ni muhimu pia nitaje kwamba wale ambao kidogo walikuwa wamezoea kushikwa mkono na Mheshimiwa Raila watakuwa na kibarua wa kigumu sana, kwa sababu wapo viongozi Nyanza na maeneo mengine ambapo ODM ilikuwa na ufuasi mkubwa ambao pengine hata kufanya kampeni hawaku waijua na. Pindi tu walipopata tiketi ya ODM basi guu moja tayari lilikuwa ndani ya parliament ama ya ugavana na. Kwa hivyo safari hii itabidi wakabiliane na, na wauze sera zao ndio waweze kuchaguliwa bila na shaka. Sasa mheshimiwa Raila yuko, lakini pia niruhusu niseme eh, kabla umpe mwenzangu na fursa, watu wengi hawajamwelewa Raila. Raila alikuwa ni fumbo, kwa kizungu anasema mystery. Ndiyo maana wakamwita Aguambo mara nyingine Tinga, mara nyingine chuma, liet, yani chuma imoto. Kwa sababu gani, hata hawa wanaosema kwamba Raila aliwashika watu mkono, wananchi walipoenda kupiga kura katika vituo vya kupiga kura, hakuna siku Raila alishika risasi ama bunduki akaekelea mtu kichwani kwamba lazima umpige huyu mtu. Kwa sababu ya heshma waliompa, mara nyingi baada ya um, uchaguzi uh, wa vyama ama chama cha ODM na mtu akapewa tiketi kulikuwa na uasi, watu wakasema safari hii hawatafanya lakini no. Alipokuja tu na kusema haya no. jokanya na mumor no. jokanya na mumor, kwa wale wasioelewa kwamba wajaluo mmefurahi, watu wale walijibu kwamba wamefurahi, hata kama hawana furaha. no. no. Na mwishowe walienda kwamba wamepigia kura yule ambayo mheshimiwa Raila Odinga alikubaliana naye. Kwa hivyo kama nilivyosema jana, kwamba ndio mwanzo tu, mkoko unalika no. maua ha. na mambo yeah. Sasa yanachukua mkondo Sa. Um, kasisi, mm -hmm. e, siasa za mwaka elfu mbili na saba zitakuwa na tofauti kidogo mm -hmm. Kwanza kwa kuwa kitakuwa na kimya e, cha kuto kuwepo kwa Raila Odinga, kwa sababu alikuwa anachachawiza sana siasa mm -hmm. Kwa njia moja au nyingine, akizungumza hili, unahisi kwamba hata wapinzani mm -hmm. watakuwa na wasiwasi wasi. mm -hmm. Kwa sasa hivi tunapozungumzia serikali ya Kenya kwanza hawakuwa na imani kamilifu kwamba Raila angesalia mpaka mwaka 2027. mm -hmm. Lakini alikuwa ametoa uamuzi kwamba tutafanya kazi. Swali langu ni hili, Nyanza kwa sasa hivi um, iko serikalini na ikapata umaarufu kwa sababu eneo la mlima Kenya, mm -hmm. limeondoka. mm -hmm. Sasa hivi 2027, mambo huenda yakawa tofauti. mm -hmm. Itachukua nini kwa jamii ya Luo kusalia na umahiri ambao aliuwacha Raila Odinga, hata ikiwa uh, Rais William Ruto huenda akaangazia kwingineko. Asante, asante sana. Hata kabla nijibu hiyo, ningependa kujibu kidogo swala ambalo umeuliza mwenzangu hapa. Kile ambacho kitafanya wajaluo wabakie serikalini, uh, unapotazama jamii ya wajaluo wameona uzuri wa kuwa ndani ya serikali. Hawajaiona leo na serikali ya uh, Your Excellency, the President hmm. William Ruto na lakini walianza kuiona kule nyuma wakati kulikuwa na serikali ya Kibaki ambao walifanya na Raila, imeleta maendeleo nyingi sana katika sehemu ya wajaluo no. Baadaye no. Raila hasi, Uhuru, Uhuru no. Uh, tunajua kwamba Raila walifanya kazi pamoja na Uhuru pia, na waliona maendeleo ambazo zilikuja Nyanza, na sasa Mheshimiwa William Ruto pia akaweka hata wajaluo ndani ya serikali wa viongozi kutoka sehemu hiyo na pia tunaona maendeleo nyingi ambazo zinakuja. Unapotazama, watu wetu wangependa wafanye kazi wakiwa ndani ya serikali kwa sasa, kwa sababu kile watu wanatamani ni maendeleo. focus ni maendeleo ile watu wanataka, wamekuwa nje for a long time na watu wanataka wawe ndani ya serikali. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili kwa viongozi wetu. Kwa swala ambao wameniuliza ya pili, ni kwamba umuhimu wa umoja wetu kama jamii ambayo Raila alifanyia kazi kwa bidii sana, na kwa viongozi wetu ambao wamechukua nafasi hiyo wa kutuongoza kama uh, Daktari Oburu Odinga na Council of Elders, na hata sisi watu ambao ni wa kanisa tunaombea umoja wa jamii hii umoja wa jamii hii nditakuwa nguvu ambayo itawezesha jamii iweze kuwa na nafasi bora zaidi hata kisiasa. Kwa hivyo najua siasa ni ile game ya interest, ile karata ya interest, but tunafaa kuendelea kuomba na kuongea na wanasiasa na kuwaeleza waweze kujua ile tumepokea kwa sababu ya umoja wetu na tuchunge na tulinde umoja wetu no. Ah, ya mwisho ambayo ningependa kusema alafu labda mwingine atachukua no. kuna kitu eh, kiongozi wetu Raila Odinga alifanya ambayo wanasiasa wengi hawajafanya. Unajua wanasiasa wengi wanapofanya hii opposing the government, wanapopinga serikali, wanapokuwa kwa upinzani, mara nyingi ukitazama vile wanaongea ndani ya hiyo upinzani kuna chuki no. kuna chuki mm. Lakini Raila ndiye alikuwa kiongozi wa upinzani ambayo hakuweka chuki mioyoni ya jamii Wajaluo mm -hmm. Ilikuwa ni upinzani tu, angefanya upinzani kesho, tena yule ambaye alikuwa anampinga akamshika mkono mm -hmm. Wakafanya pamoja. Lakini tunaona wale ambao wako ndani ya upinzani na wanapoongea, wanapofanya vitu, wamepanda mbegu ya chuki kwa watu wao ambapo kamwe hawawezi tembea na mtu fulani. Mimi nasema sisi wajaluo tuko na hii advantage kwamba sisi at, kiongozi wetu hakuweka chuki ndani yetu. Tunaweza pinga kwa sababu wajamii wajaluo hii iko na watu ambao wako very brave, lakini hawana chuki kwa hivyo, tunaweza enda mahali popote Asa. <laughs> <Asante sana katitia. tukie> Uh, na, kwa kifupi tu tu, profesa, kuna hili swala ambalo Raila alishabikia sana kwamba tunaelekea Kanan. Sasa kuna wengi ambao wanauliza, sasa Kanan ndio mmefika ama Kanan ilikuwa kuhakikisha kwamba yeye hatimaye nakuwa rais ama kiongozi wa taifa hili, na kwa bahati mbaya hilo halitaweza kutendeka. Alafu pili, zungumzia nani watakuwa na ushawishi mkubwa sasa hivi katika jamii ya Waluo <tukie> je, ni wale tunaita <tukie> mawakili wasomi na kadhalika, si au bado itasalia kuwa wanasiasa mm. au viongozi wa dini mm. au wale watu ambao tunashinda tukiwasahau siku zote jenzi, oh, kwa haraka ah. na. ah, msukumo katika... mm, labda <coughs> ah, swali ya kwanza kuwa kama unajua kuwa Kanani pia lilikuwa ni fumbo Uh, Kanani, kuna wengi waliichukulia kuwa ni urais, lakini lengo la, la Raila lilikuwa juu kuzinda, kuwa rais ilikuwa ni demokrasia, uh, good governance, rule of law na hizo zingine. Kwa hivyo kuwa rais ilikuwa tu ni means to that end. Kwa hivyo mimi naona kuwa hata kama ajapata urais, tumefika Kanani, kwa vile tuna sheria nzuri ya 2010 constitution na ambayo tunajivunia tuna devolution ambapo hata tukifanya siasa zetu namna gani pesa zetu zinafika homa, tuna, tuna, tuna mahakama huru na tuna commissions. Kwa hivyo uh, going to Canaan hata jana tulisema lilikuwa ni fumbo <laughs> lakini kwenye hilo fumbo likawa uh, the, the, the immediate inaonekana ni kupata urahisi, lakini kwa, kwa kwa kwa kubeba jamii ambayo imekuwa ime, ime kwenye, kwenye mrengo na yeye, na imekuwa kwenye ile vita ya kufika Kanani vita ilikuwa ni kubwa kushinda mm -hmm. Urais ilikuwa ni demokrasia mm -hmm. ilikuwa ni uh, development yeah. na hizo zingine kama, kwa hivyo bado tunaweza kwenda kama msomi basi kwa kuchambua fumbo hili mm -hmm. Unaweza kusema kwamba yalitimia yale ambayo alikuwa anataka hasa kwa jamii kwa asilimia kwa, kwa kubwa <coughs> labda <langas 80%. coughs> so itakuwa 100 of course no. It could have been better ingekuwa no. Sawa sana angepata urais aitimize uh, anavyoitaka no. Lakini uh, alipata njia nyingi za, za, za kuipenya. Lakini kwa swali ya pili ambayo nina, nina, nina, nina umakini nayo kabisa, kuwa uh, kwenye serikali ya broad based uh, unajua wanasema kwa Kiswahili adui mwombe njaa na Wajaluo wameombewa njaa. Zile serikali ambazo zimepita zimewatimia, zimekaa na Wajaluo kama maadui. Na unajua ukiwa una mtu ambaye unamwona ni adui wako, hauwezi kutaka awe na umaarufu hata wa maendeleo. Kwa hivyo tunaona kwa uh, sehemu zetu zimekuwa uh, zimeachwa kipao nyuma Uh, ndio inafanya Obama alipeana statistics ya kuwa mtoto aliyenyanza mdogo uh, child mortality iko juu kushinda sehemu zingine. Uh, life expectancy ukifanya kwenye, kwenye region yetu iko chini kushinda labda sehemu zingine. Ukifanya infrastructural audit uone the, the, the, the, the, the length at kilomita za Tamak road utapata kuwa sehemu zingine zinalonga kilomita. Of course tuko sawa kuzinda wengine, lakini pia kuna wale walio wali mbele kabisa. Kwa hivyo sasa hivi uh, na ndio nakerwa sana nikipata kuwa ODM na sao wakisema kuwa, unajua sisi tuliingia serikali ili tuisaidie isiangamishwe isi hmm. hmm. na Gen Z sasa yapata miaka miwili, Gen Z hawako street bado, huko serikali, wacha uongo na. Na. hilo lilikuwa ni moja ya ya, ya ya wazo lakini sana Raila aliyatuelezea, ninataka maendeleo no. iwafikie no. na ukiangalia sasa hivi Homa Bay ukiangalia kwenye kaunti kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kwenye kwenye zetu no. maendeleo ambaye labda si zingine ukienda presidential service delivery siku za Kibaki siku za Uhuru utaona maendeleo zilikuwa zikienda wapi no. sasa hivi zinafika no. na kwa kwa vile zinafika na Wajaluo wana wanajijenga na bado inafaa zifike, hilo basi inafaa viongozi wetu wazivutwe yeah. you know, tunaimba kuwa wanda wazivutwe tu na msisimuko yeah. ati mtu ameongea vizuri sifuna, aya anaongea vizuri, kwa vile tumekaa kwenye street hizi, tumepigania Kenya kwenye sekunde chache, manake nataka nimkaribishe eh, bwana uh, Fred kama livyouliza hmm. Kwa sababu nafahamu wewe ni msomi umefahamu hmm. masuala ya sheria hmm. Kwa hivi sasa unadhani msukumo utoke wapi kutoka kwa eneo la Nyanza katika mustakabali wao kwa serikali itakaobuniwa, utoke kwa wasomi, utoke kwa uh, mawakili mm. Utoke kwa wanasiasa mm. au utoke kwa hata jamii kama ya jenzi, manake mara nyingi mm. Tunaikuta kwamba ni sehemu kubwa ya taifa hili, lakini tunaisahau. Yeah, una, una, unajua ni, ni, ni, ni, ni, ni utani ukisema kuna jamii alafu kuna jenzi, ni kama jenzi sio moja <laughs> ya jamii <laughs> <laughs> ni, ni, <laughs> ninavyojua jamii <laughs> <laughs> ni mtoto mama baba na kila mtu ni, community ya professionals I mean community <laughs> ya professionals, kuna community ya wanasiasa, kuna community ya gen z. <laughs> Ah, hilo ni creation <laughs> familia. Sa. Ni familia. Familia ni moja sawa. Ah, sawa kwenye hiyo familia, lakini kwa bahati mbaya kisiasa ah. tunaitenga. Naelewa na, naelewa naelewa, nafanya utani kidogo, lakini <laughs> yeah, naelewa. Sasa sasa hivi aliyekuwa na mwelekeo na aliyekuwa na maono mazuri hata kushinda Raila ya Wajaluo kuwa kwa broad base, ni Oburu Wadika. Hebu angalia hapo awali aliyekuwa akielezea na aliyekuwa akisema, uh, tumedanganywa kwa muda urafiki. Sasa ni tuna tuna tunaegemea hapa, Oburu ana clarity. Hata kama sasa anajaribu kuwa katikati kwa vile ni kiongozi wa wote nah. lakini the grandfather of broadbest mwenyewe nah. <laughs> ni Oburu Odinga, nasema bila taswishi yoyote, wa kwa vile nimesikia akiongea hapo awali nah. kwa hivyo najua kuwa nah. anajua umuhimu ya wajaluo kwa serikali nah. na kwa vile alivyoelezea kazishi kuwa kwa urafiki huo na rais, rais akiwa akimjenga nah. atakuwa akipata sauti akilete maendeleo kumwelekea Wajaluo, wakitaka kitu kwa serikali, wakikuja kuwa Uburu basi itakuwa itamje itamjenga Ita na kwa Sa. Mwisho kabisa uh, unajua sasa hivi uh, na ili iwe nionyo kwa vile, ODM inakaa ina mirengo kama tano sasa hivi, lakini haitawasaidia. Kwa vile kitu itawasaidia ni kubagen pamoja. mm -hmm. ni kuongea pamoja. mm -hmm. ni kuheshimu no. uh, kuheshimu rais. mm -hmm. na kutolete zile tajira wanaotumia kwa opposition no. una negotiate sio kwa press da. but huko nyuma kidogo, lakini Oburu ndio grandfather. Asante. Kwa kifupi sana, maanake tunakwenda mapumzikoni. Changia hilo lu, ambalo eh, profesa alikuwa anazungumzia, alafu na pili, katika miungano mingi ambayo Raila amefanya na serikali, kuna masharti ameleta pale. Tuzungumzie masharti ya hivi punde kabisa, ambayo ni masharti kuhusiana na 10 point agenda. Sasa nani atakaye kuwa kushinikiza serikali kwamba yaweze kutekeleza, kwa sababu kama tunavyofahamu aliwepo yeye akabuni kamati ambayo ikasema bado inachambua chambua, lakini huenda maswala kama yale, kwa bahati mbaya, kwa sababu ya mwanya ulioko, yale maswala yakasaulika. Halafu ndio itakuwaje? Nadhani Nimrod, wakati mwingine itabidi, nimechelewa kama vile amechelewa, nimpe <laughs> muda, uweze kunipa muda mwingi <laughs> amefanya makusudi, eh? <laughs> Nadhani kwamba nakubaliana naye prof kwamba jambo lile ambalo litawafanya na Wajaluo kwanza kubaki serikalini ni siasa, na siasa inahusu ugavi wa rasilimali. Wanasema kwa kimombo tena, politics is about resources and they are eh, namna ambavyo hizo resources zinagawanywa. Kwa hivyo kuna mambo ambayo Raila alipigania lakini mambo yale ambayo yaliyapigania kwa kizazi cha leo kidogo kuna utofauti kidogo. Ukiangalia yale ambayo yalimfanya Raila kuwa Raila, mambo ya multiparty democracy, mambo ya kupigania demokrasia, Katiba. Sasa hivi vita ambavyo watu wanakabiliana nao, hususan jamii ya Waluo, ni vita vya ukombozi vya kiuchumi, ambavyo vinapiganiwa katika nyanja za juu serikalini na pia katika kaunti. Unapozungumzia mambo haya, kuna swala la ufisadi ambalo limegubuka taifa hili na pia katika serikali za counties. Kwa hivyo inatoa nafasi mzuri ya watu kuweza kumulika serikali ya juu na pia serikali ya kaunti. Alafu pia niseme hivi, Nimrod, kama vile umesema baadhi ya mambo ambayo yalipigania, na nadhani ni jambo ambalo Raila amepumzika kama hajafurahia hata kama watu wanasema kwamba alazwe ama moyo wake ulazwe mahala pema peponi. Kuna hili swala la compensation ama malipo kwa fidia, fidia mm -hmm. Kwa wale victims wahanga. Yes, wale wahanga wa protest kuanzia mwaka wa elfu mbili uh, 2017 mpaka sasa hivi, hili lilikuwa swala ambalo Raila alitaka sana aone kwamba limetendeka na ukaona kwamba Mheshimiwa rais akabuni lile jopo linaloongozwa na Profesa Makau Mutua ambalo sasa limekuwa makotini. Yes ambayo um, mm. so, so, so. Profesa hapa ni memba um, memba wa jopo lile mm -hmm. Raila alitamani sana kuona kwamba wale ambao walipigania taifa hili kwa kuenda katika streets kule Um, wamepewa fidia kwa sababu Raila alikuwa ni watu na watu walikuwa ni Raila. Kwa hivyo alikuwa na uhusuni mwingi sana ulipo, uh, mara mingi alipozungumza akasema, uliona namna watu walipigwa risasi na, na, na mambo kama haya. Kwa hivyo yule ambaye atatarajia hata haya mambo yote ya Queenpin, Kingpin, itabidi azungumzie haya, lakini ni kinaya kikubwa sana ninavyowaona viongozi kutoka um, Uh, ujaluoni tangu mheshimiwa Raila aage, sijaona hata kiongozi mmoja tofauti na Sifuna, ambaye amezungumzia ajenda hizi kumi, na ukiangalia kati ya ajenda hizi kumi ilo swala la fidia kwa wale ambao wameaga. Kwa sababu gani nazungumzia swala hili? Kabla Raila kujiunga ama kuanza kumuunga mkono sisi, kama Interregional Peace Network na mashirika mengine ya kijamii tulikutana naye, tukamwambia mheshimiwa, unapoenda sasa kufanya kazi na mheshimiwa William Ruto, sasa hivi naweza kuisema hapa kwamba kuna mambo ambayo lazima uweke mbele, ndio wasione kwamba umetumia damu ya Gen Z. Kwanza eh, sinikisha eh, serikali hii iweze kuwafidia hawa wote ambao wanazuiliwa eh, na serikali waweze kuachwa E, bila masharti yoyote, alafu pia ukaona alitoa kama mm, mambo sita ambayo alitaka yatekelezwe kabla ya haya kumi. Naam, kama mambo haya yatatekelezwa, basi kuna wale ambao watakuwa naona kwamba serikali hii haijafikia yale ambayo alitaka yatimizwe, ukiongeza na yale mambo ya ugavi wa rasilimali na pia Mount Kenya, jamii ya Mount Kenya na opposition, namna watakavocheza siasa zao, huenda ikawasukuma jamii ya waluo kuona kwamba Mheshimiwa William Ruto peke yake no. ndiye solution ama no. ndio mahali ambapo wanaweza pata suluhisho no. Kwa hivyo kama watafanya hivyo no. itabidi kwamba katika karata zake Mheshimiwa William Ruto akakwama na jamii ya waluo no. ikizingatiwa kwamba jamii ya Mount Kenya tayari wamekwisha aga serikali no. Lakini pia kumbuka kwamba no. miaka miwili kisiasa ni muda mrefu sana. Asante sana Bwana Fred, umefafanua vizuri. Acha twende mapumzikoni, alafu tutakaporejea pia tutaungana naye Salim e, Odeni yuko katika kaunti ya Kisumu na pengine tusikize maoni tu mawili matatu kutoka kwa wananchi, alafu tuendelee na mazungumzo. Mtazamaji unatazama e, siasa za Nyanza baada ya Raila Odinga.